Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, kalumna na kanyanya, zomkama murungi obude bona. Wazo letu la leo umwendee, umwendee. Naomba turudie, umwendee, umwendee. Tuseme kwa Kiruga, kwa Kiaya, umgendere. Katika Injili ya leo Yohana sura ya kwanza mstari wa ishirini na tisa Yohane mbatizaji alimwona Yesu anakuja kwake. Yesu alimwendea, yaani ukubwa unashuka, ushawishi unakaribia, uongozi unakuwepo. Yesu Kristo alikuwa ni mkubwa, lakini akamwendea mdogo. Bwana anamwendea mtu wa kawaida. Mfarume anamwendea raia. Mwambie jirani yako, umwendee. Mwambie tena, umwendee. Kwa hiyo taona mambo matatu. Jambo la kwanza, usijenge ukuta wa mimi, jenga daraja la sisi. Mwambie jirani yako, usijenge ukuta wa mimi jenga daraja la sisi. Jenga daraja la sisi. Ndo maana katika sala ya Baba Yetu tunasali Baba yetu uliye mbinguni, usemi baba yangu uliye mbinguni. Unasema utupe leo mkate wetu wa kila siku, usemi unipe mimi mkate wangu wa kila siku. Tunasema utusamee makosa yetu, usemi unisamee. Mbinguni wewe ni peke yako. Mwambie jirani yako, mbinguni wewe ni peke yako Naomba mtikishe kidogo, mwambie weni peke yako, tunaenda wote <laughs> kwa hiyo tunajenga daraja. Katika Biblia kuna mifano halisi. Mungu mwenyewe alimuuliza Adamu, uko wapi? Kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa tisa. Wamekula tunda lakini wamekimbia wakajificha, anauliza anamwendea. Mungu anamwendea kiumbe ambaye amekosa ambaye ametenda dhambi, anamwendea uko wapi? Lakini tunaona kitabu cha mwanzo, e, Yosefu anawaendea ndugu zake. Yosefu ameota ndoto, ndugu zake wanamwinamia, atakuwa mtu mkubwa, lakini anawaendea. Paulo ambaye alikuwa Myahudi, anaongelea kumvaa Kristo, yaani kwa Kristo hakuna Myahudi hakuna Mgiriki, sote. Hakuna mwanaume, hakuna mwanamke, wote ni Wakristo. Kuna daraja linajengwa. Mwambie jirani yako, jenga daraja, jenga daraja, jenga daraja. Jenga daraja. Jenga daraja. Jenga. Unajua, katika hadithi za Esopu palikuwepo na simba amelala kwenye mbuga, panya akaja juu akaanza kumchezea simba, simba akamungata panya akasema, nisaidie uniachie, na mimi ipo siku nitakusaidia. Akasema, we panya, umsaidie mfalme wa msitu? We kitu gani? Leo nakumalizia. Panya akasikia akasema, unisaidie na mimi, siku moja nitakusaidia. Wakawa wametega mtego, simba akakamatwa, ikawa ni kamba zimemzunguka. Panya akaja pale akasema, nikusaidia sasa, unaweza ukanisaidia? Akasema ndio. Panya akaanza kutafuna zile kamba Akaanza kuzingata akazikatakata mpaka akamsaidia simba. Usimdharau mtu, mwambie jirani yako usimdharau mtu, mwambie tena usimdharau mtu, useme huyu ni mdogo. Waya wanasema tinshekana bato agejungira, yani usema sicheki na wadogo wa pombe, utajitengenezea mwenyewe ya kienyeji <laughs> tinshekana bato gagwa butara eh? Yaani ndizi kali zinabaki huko juu zimeiva mpaka zinahoza, kwa sababu una vijana wa kuwasaidia. Waendee vijana, kama ni wadogo, waendee. Usijenge ukuta wa mimi, sema mimi ni nani? Hapana, sisi ni nani? Sisi ni wa Mungu. Usijenge ukuta, jenga daraja, jenga daraja. Lakini katika maisha, hata kama ni watu wadogo, wapigie simu. Najua kwa kawaida mdogo anampigia na mkubwa simu, maskini anampigia simu tajiri, na matajiri wanapigiana simu, lakini <laughs> mtu mkubwa kumpigia mdogo simu wakati mwingine si rahisi, wakati mwingine si rahisi. Mtembelee. Kardinali Maurisi Otunga alipokuwa kardinali kule Kenya, Nairobi, alikuwa akitoka anaenda Roma. Palikuwepo na mafrateri wa seminari wa Kenya wanasoma Roma. Kabla ya kuenda Roma, anaenda kwa jamaa zao, kwa baba na mama, anasema naenda Roma, nitamuona mtoto wako, ni mseminari, ni mtoto. Kardinali anaenda kwa familia, anasema naomba mkae, mimi nina muda, andika barua niende nayo, enzi zile ambazo simu hazikuwepo, WhatsApp haikuwepo, Facebook hakuwepo na vitu vingine Kardinali mkubwa anakaa chini anangoja wazazi waandike barua <laughs> moyo huo, unaona huo moyo, ili aende na kitu asiende mikono mitupu. Ni mkubwa anamwendea mdogo. nilipokuwa mkuu wa chuo cha sauti kishiriki kule Songea kilikuwa kinaitwa Ajuko Akibishop James University College, askofu wa Roma alikuja kunitembelea. Mimi ni padri wa kawaida askofu ametoka Bukoba, amekuja kunitembelea mimi, na Askofu Nkaranga marehemu, Mungu amweke mahali pema. Alipofika akaja na zawadi mbili, akasema chagua moja wewe, ukiwa kwanza, itakayobaki nitampatia askofu. Alikuja na kopo la kahawa pamoja na chupa ya waini. Oo, akasema chagua moja <coughs> nafikiri nichagua nini? <coughs> nichagua kahawa tena mmepatia <coughs> <laughs> nilichagua kopo <laughs> la kahawa lakini, kinacho mimi, kinacho nifanya ni tafakari, ni mkubwa anamtembelea mdogo, ni askofu wake ametoka Bukoba, askofu wangu anaenda Songea, ni mbali, kuwatembelea kondoo wake. Unaona huo moyo, ndo tunamwona Yesu anamtembelea Yohane Mbatizaji, ambaye ni mdogo kwa Yesu, lakini akamwendea. Mwambie jirani yako, umwendee. Pointi ya tatu: Ukimkaribia unamshawishi, ukiwa mbali unazalisha ofu na chuki. Ukaribu unaleta ushawishi, lakini umbali unaleta ofu na chuki. Kuna familia ambazo hawako pamoja, kuna familia ambao wanagombana, unakuta watembeleani, unakuta watembeleani wako mbali mbali, lakini mtu ukimkaribia inaleta ushawishi, ukiwa karibu naye. Ndio maana Yesu alipoenda pale, akaleta hata ushawishi mpaka huyu akasema, huyu ni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Akaenda kutoa dhana potofu aliyokuwa nayo, kwa sababu alibatizwa kafikiri ana dhambi. Ni ule ukaribu. Kuna kijana mmoja alikuwa anauza hepo, unafahamu hepo? Sasa alipofika kwenye mlango wa basi, basi limesimama, sema hepo hepo hepo, safi Epo tam, epo hepo. Lakini asogei mpaka hakuna aliyeinua mkono kuomba hepo kununua. Baba mmoja akatoka kusema niuzie moja, akamuzia moja. Baba huyo akaanza kula hiyo moja, anatembea kwenye basi. Mhm. Anakula, anawatazama watu. Anakula, akipanda anatazama watu. Mpaka akaamsha hamu yao. Akaamsha hamu yao. Akaamsha appetite. Akaamsha appetite. Mwingine akasema, "Samahani kijana na mimi naomba moja." Niletee zote. Zikaisha. Kisa gani? Huyu amewatamanisha. <coughs> Amefikia karibu na wanamuona anakula. Mkaribie mtu uweze ukamshawishi, ukiwa mbali. Yaani akifiwa, mtembelee, akiwa mgonjwa, mtembelee. Yaani ukaribu unaleta ushawishi. Yaani ni kama moto, ukiwa karibu unapata joto, ukiwa mbali ni ubaridi. Utamotera hara, mwambie jirani yako yak, utamotera hara omukazi otamwotera hara, omushaija otamwotera hara, omunyaruganda otamwotera hara. Yaani usiote, usi, usiote ukiwa mbali, mkaribie, mkaribie, otamwotera hara. Pointi ya tatu, pointi ya tatu: uwepo, uwepo, uwepo unasikika uwepo unahesabika ukiwepo unasikika kwa hiyo uwepo asiye kuwepo atari wo tagwewa mti yesu akawepo katika maisha uwepo shughuli za watu uwepo harusini uwepo kwenye vyama uwepo jumuiya e, ndogo ndogo uwepo kanisani uwepo tena kwa kuwai uwepo uwepo uwepo, uwepo na misa inapomalizika, ungoje inamalizika, kwa sababu huwezi ukapanda gari wakati gari linaenda e, na huwezi ukateremka wakati gari linaenda. Kwa hiyo panda gari wakati gari limesimama, linasubiri abiria. Ingia kanisani kabla misa haijaanza <laughs> kwa sababu huwezi ukaingia kwenye gari wakati linatembea, alafu toka wakati misa imemalizika. Mtu wa kwanza kutoka kwenye azimisha alijaisha ni Yuda Iskarioti. <coughs> Alitoka haraka kwenda kumuuza Yesu. <coughs> Ndiyo wa kwanza katika historia. Kwa hiyo unangoja inasimama. Kwa hiyo, uwepo ni jambo muhimu katika maisha. Umwendee, uwepo. Akiwa mgonjwa, uwepo. Amefiwa, uwepo. Ana harusi, uwepo. Ana sendofu, uwepo. Asiye kuwepo na lake alipo Kikundi cha mziki cha ngoma za kienyeji cha kama chumwaga wanaimba, kubabalio ba kubabaisire kubabalio ba kubabaisire kubabalio ba kubabaisire kubabalio ba kubabai. Yani, kama wangekuepo wangekuwa wamekuja. <laughs> Kama wangekuepo wangekuwa wame wamekuja. Kwa hiyo muende useme, ni mudogo, mpigie simu hata kama ni mdogo mjulie hali, msikilize. Hata kama ni mdogo umjali, umpe nafasi ya kuonesha vipaji vyake. Swara kubwa umwendee. Mwambie jirani yako, umwendee. Naomba umsikumesukume, unamwambia umwendee. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni kwa kunisikiliza.